Kabla ya hapo sijawahi kupata mkopo sehemu nyingine nje ya MCF kwa sababu changamoto kubwa ilikuwa ni dhamana, lakini MCF wao kidogo imekuwa ni rahisi zaidi, kwa sababu miamala yako ndio dhamana yako. Wanahuduma nzuri kwa kweli e, na wana ushirikiano mzuri, lakini vile vile hawakuchukulia kama mteja wa kawaida yani e, kama mtu anayekukopesha. Wanakuchukulia kama mtu kama familia hata kama mechelewesha, ili miamala yako iko sawa, haingii vizuri, wateja hawalipi vizuri kwenye, kwenye simu, na ni kuangalia yale marejesho yako, watakupigia simu, mtazungumza, mtajua changamoto ziko wapi, mtasovu kwa pamoja. Hawako sawa na watu wengine. Na ndoto yangu ni kuwa na kliniki kubwa, kama wananipa kidogo, nahitaji wanipe hata mamilioni mia na <laughs> waifanye ndoto yangu iwe kweli.